Samia Suluhu ajipata pabaya baada ya kutoa hotuba hii iliyowakasirisha wa Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na kumbuka kusubscribe. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa onyo kali kwa yeyote atakayejihusisha na vitendo vya kuvuruga utulivu wa taifa, akisisitiza kuwa amani ni msingi muhimu wa maendeleo na uweze kutendeka Akizungumza uh, wakati wa hafla ya uzinduzi wa hoteli ya Jazz Elite Aurora. Aurora katika mkoa wa Kusini Unguja, Rais Samia aliwataka wananchi, haswa vijana, kuepuka hatua zozote zinazoweza kusababisha machafuko au uh, uvunjivu uh, wa amani, akibainisha kwamba madhara ya vitendo hivyo hutatiza ustawi wa jamii na kuathiri taswira ya nchi kwa wawekezaji. Kauli hii ya rais inajiri siku chache tu baada ya machafuko ya kihalifu na ghasia zilizotokea kufuatia uchaguzi mkuu Oktoba tarehe ishirini na tisa ambapo ghasia hizo zilisababisha vifo uharibifu wa mali na kushusha hadhi ya utulivu ambao Tanzania imedumu nao kwa miongo kadhaa. Taarifa za kimataifa zimeripoti idadi kubwa ya vifo na ubaguzi wa nguvu za usalama dhidi ya wananchi wasiohusika, jambo ambalo limeibua mjadala kuhusu mustakabali wa amani nchini. Rais pia alisema kwamba tofauti za maoni ni jambo la kawaida katika jamii ya kidemokrasia, lakini zinatakiwa kutatuliwa kwa njia maandamano ya amani, mazungumzo na majadiliano badala ya vurugu na uharibifu na ukamataji wa amani huwezi kutendeka kwa maneno tu bali kwa matendo ambayo yanaboresha maisha ya wananchi na sio kuyaangamiza. Tanzania imejulikana duniani kote kama taifa lenye utulivu wa kisiasa na amani ya muda mrefu tangu uhuru wake wa mwaka elfu moja kenda mia sitini na moja akitoa mfano mmoja na utulivu katika ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Hata hivyo, uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka jana uliambatana na ghasia zilizoshuhudiwa katika miji mikubwa kama Dar es Salaam na Arusha, na kusababisha hasira za umma na shinikizo la kimataifa juu ya namna ghasia hizo zilivyoshughulikiwa. Katika kujibu matukio hayo, viongozi wa kitaifa pamoja na wataalamu wa siasa na utawala wamekuwa kisitizo muhimu mwagaji a damu usiokuwa na maana wenzi utaratibu wa sheria na kuendeleza mazungumzo ya kitaifa ili kuzuia mizozo ya kisiasa yoyote. Wito huu wa mazungumzo umekuwa ukitolewa na makundi mbalimbali ikiwa mbali ni pamoja na afisa mkuu wa serikali mwenye kupitia kauli ya rais Samia juu ya mustakabali wa amani. Taarifa za Umoja wa Mataifa UN zilizotolewa mwezi Disemba mwaka jana zilihimiza pia kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa ili kukabiliana na chanzo cha machafuko au kuchunguza hatua zinazoweza kuchukuliwa ili kuyazuia tena matukio kama hayo. UN pia ilithibitisha kwamba Tanzania ni mfano wa taifa lenye msimamo wa amani na mshikamano kati ya mataifa. Rais Samia alisisitiza katika hotuba yake Zanzibar kwamba utulivu wa taifa ni kiumbo ama ni kiungo muhimu katika kuvutia uwekezaji wa ndani na nje. Alitoa mfano wa uwekezaji wa sekta ya utalii ambao wanavutiwa na mazingira tulivu ya Zanzibar na Tanzania ujumla. Kwa ujumla, alisema kwamba uvurugaji wa amani unaweza kuathiri moja kwa moja mpango wa uwekezaji na kusababisha hasara kwa uchumi wa taifa hapa. Alisema kwamba kutokana na machafuko yaliyotokea sasa hivi, hakuna ya hata kijana mmoja anayeweza kurudi barabarani. Hii ni baada ya mamia ya watu kuuliwa kwa risasi katika maandamano yaliyopita, jambo ambalo limefanya wananchi kuona huenda na sherehekea mauaji ambayo yalikuwa yametokea wakati uh, watu wengi walipoteza maisha barabarani. Sekta ya utalii nchini Tanzania imekuwa inakuwa na kasi kwa kasi katika miaka hivi karibuni. Takwimu za serikali zinaonyesha ongezeko la idadi ya watalii wanaotembelea nchi na ni jambo uh, ni jambo linalochangia mapato ya nchi na ajira kwa vijana wengi, lakini sekta hii ni nyeti kwa mabadiliko ya kiusalama. Hata taarifa ndogo za ghasia au vurugu zinaweza kupunguza idadi ya wageni wanaotembelea eneo hilo. Kwa mfano, Zanzibar nimeona ongezeko la uwekezaji katika hoteli na huduma za utalii, lakini pia imegusa juu ya muhimu wa kulinda utulivu wa wananchi na wawekezaji. Kwa upande mwingine, wanasiasa wanaendelea kukumbusha wananchi kwamba katika historia ya Tanzania amani imekuwa nguzo ya mafanikio ya maendeleo kama miundombinu, elimu na huduma za afya. Wito wa Rais Samia ni sehemu ya juhudi za kuimarisha athari hizo ili kuepuka kurudi nyuma kwa mahitaji ya wananchi. Ingawa wito wa Rais Samia ni muhimu, Tanzania inakabiliwa na changamoto za kina kuhusu jinsi ya kuhakikisha amani hii haingiliwi na misukosuko ya kisiasa au kijamii. Machafuko ya mwezi Oktoba yameonyesha kuwa wakati uchaguzi unaofanyika chini ya hali isiyo wazi kabisa unaweza kuchochea hasira kwa sehemu ya umma. Mikutano ya kimataifa na vyombo vya haki za binadamu imegusia hatari ya ukandamizaji wa haki za kiraia kama kutolewa kwa taarifa, uhuru wa kukusanyika na uhuru wa vyombo vya habari wakati wa misukosuko ya kisiasa. Hakuna nchi yoyote ambayo haiwezi kushuhudia migogoro au tofauti za maoni walakini, njia hizo ya kushughulikia tofauti hizo sio ya kuchochea vurugu bali ya kupita mifumo ya sheria ulio imara, ushirikiano wa vyombo vya serikali na wadau wa jamii, na maandalizi ya kimfumo ya kujibu changamoto za kijamii mwanamazingira wa kisiasa na wataalamu wa utawala wanaeleza kwamba mazunguko ama mazungumzo ya kitaifa, elimu ya uraia na majadiliano ya pamoja ndiyo misingi ya kudumu ya utulivu. Tanzania imejijengea sifa ya utulivu wa kisiasa tangu enzi za baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere ambaye alisisitiza umoja, mshikamano na mazungumzo ya amani kama msingi wa taifa. Mwendelezo wa sera hizi umekuwa ukitangamana na malengo ya maendeleo ya kitaifa ikiwa ni pamoja na maendeleo ama malengo ya maendeleo endelevu na mikakati ya usalama wa nchi na kwa mifano ya miaka ya hivi karibuni, Tanzania imekuwa na migongano miongoni mwa nchi zilizofanikiwa katika ama kukaa salama licha ukanda wenye mgogoro wa majirani zake, jambo lilowezesha ukuaji wa uchumi na uhusiano mzuri wa kibiashara wa kimataifa. Serikali imedai mara nyingine kuwa amani ni rasilimali isiyoweza kutenguliwa na inawajibika kuitunza kwa a, vizazi vya sasa na vijavyo. Onyo kali ya rais Samia kuhusu vurugaji wa amani si kauli tu ya kisiasa bali ni ujumbe wenye uzito wa kitaifa unaochangia mustakabali wa Tanzania. Amani si suala la kawaida bali ni msingi wa maendeleo na unaweza kuathiri uchumi, uwekezaji, haki za binadamu na mahusiano ya kimataifa. Tanzania kama taifa inahitaji sio tu kulinda amani yake bali pia kuibadilisha kuwa fursa ya kukuza maendeleo ya kijamii na kiuchumi na kwa kuzingatia historia yake ya utulivu wa changamoto za kisiasa za hivi karibuni, ujumbe wa rais Samia ni mwito wa wananchi wote kushirikiana kulinda amani kwa njia za kidemokrasia na kwa kutathmin misingi ya, uh, manage, uh, mameni ama kutathmin misingi ya management bora ya utawala. Hili ni jambo lenye matokeo ya mbali kwa taifa zima na hadhi yake katika jukwaa la kimataifa. Kwa maana hii, amani ni rasilimali muhimu isiyoweza kutenguliwa kwa ustawi wa Tanzania. Ndiyo hayo tuliyokuwa tumekuandalia hapa TanzaPulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe.